Habari za asubuhi. Hatimaye baraza la mitihani limetangaza kwamba matokeo ya kidato cha nne yatatoka tarehe 31 Januari 2026. Uh, matokeo ambayo yalikuwa yanasubiriwa kwa muda mrefu. Uh, kwa sababu ni matarajio kwamba always matokeo haya yanatoka Januari uh, wiki za mwisho mwisho. Kwa hiyo taarifa sasa rasmi, uh, ipo inajulikana kwamba 2025 wakati vijana wanaendelea kusubiria matokeo, niwatakie kila la heri. Mwenyezi Mungu ajalie matokeo yenu yawe ni matokeo mazuri, matokeo ambayo yatawapa mwanga wa kuendelea na masomo zaidi, aidha iwe ni kuendelea na A-Level au kuendelea na chuo au kuendelea na njia nyingine yote ambayo bado itawakuza kielimu. Tutarajie matokeo hayo, yani matokeo ambayo